toto tuna tupate scheduled flight kama ambazo tunazipata hizi hapa kwenye jiji letu za Tanga kwa maana ya ndege hizi ndogo za caravan, uh, flight link uh, tukipata na nyingine, okay, na ndege zingine ndogo, kwa sababu tunao uwekezaji mkubwa sana kwenye sekta ya utalii. Sisi Tanga, mnajua kwamba sehemu ya Mkomazi National Park iko Korogwe na ndipo pale Mombo. Kwa hivyo mtu akitua Mombo ni rahisi sana kwenda Mkomazi National Park. Kwa hivyo tuko tunaomba na tunaimani mkijaribu hamta regret. Mta, mtaona kabisa hata mkiweka ndege moja kwa wiki mtatamani iwe na ya pili na hata ya tatu kwa sababu eneo la Korogwe limechangamka sana kibiashara, sio tu watalii lakini hata watalii wa ndani na wafanyabiashara watapenda kutumia ndege sana, usafiri wa anga. Ndio maana tunaomba sana na tunashukuru sana mheshimiwa Rais na serikali kwamba fedha tayari za ujenzi wa uh, uwanja wetu wa Tanga zimeshatengwa tunaimani jengo la abiria litajengwa mara moja, lakini pia tunafuatilia kuakisha kwamba na uzio unaanza una kujengwa na kukamilika pamoja na vifaa mbalimbali na vitu mbalimbali ambavyo vitakuwa katika uwanja wetu wa ndege. Lakini pamoja na hayo, tunashukuru kwamba huduma zingine zinaendelea pamoja na udogo huo. Tulikuwa hatuna eneo la chakuu chai kwa ajili ya kuhudumia abiria na shukuru, sasa hivi tumepata kidogo na vitu vingine vinaendelea, lakini uh, tunashukuru kwamba moja ya kauli mbiu ni kuhakikisha kwamba kuna hospitality na professionalism katika kuhakikisha mnasimamia mambo yayo vizuri. Multisectoral uh, representation kama mlivyo hapo, wahakikishe wana ushirikishwaji katika ukaguzi mzidi kutengeneza mazingira ya kuwa macho zaidi na hata vifaa vingine viongezwe uwezo. Kuwepo kwetu hapa Tanga ni kwa sababu tuna kikao hiki muhimu, mkutano wa 58 wa uwezeshaji na urahisishaji wa usafiri wa anga, au tunaita Air Transport Facilitation Committee, ambapo vikao hivi, hivi vinafanyika mara mbili kila mwaka. Hivi ni vya kitaifa, ila katika viwanja vya ndege nchini kote, kisheria wanatakiwa wafanye vikao hivi mara nne kwa mwaka. Kwa hiyo vikao hivi lengo lake hasa ni kujadili, kujadili na kutembelea viwanja, kuangalia huduma zinazotolewa viwanjani kwa lengo la kuboresha huduma hizo. Huwa tunatembelea viwanja kote nchini, kila tunapofanya tunatembelea kiwanja kimojawapo tunakagua huduma zinazotolewa. Kamati hii inatoa mapendekezo mbalimbali mbali ya kuboresha huduma hizi na kupitia mamlaka ya usafiri wa anga ambayo ndio inaratibu vikao hivi tunafuatilia mapendekezo yale yaliyotolewa kwenye kamati ili kuboresha huduma mbalimbali mbali. huduma hizi ni kama majengo ya abiria na facilities zilizoko ndani, na lengo ni kuhakikisha kwamba abiria anayepita kiwanjani aende katika utaratibu ambao unalenga kumhakikishia kwamba anakwenda kwa utaratibu ambao unamfanya atamani safari ile, sio abiria afike mahali na kuanza kujutia safari yake. Na taratibu hizi ni za kimataifa ambazo zimeainishwa kwenye a, kiambatanisho cha tisa cha mkataba wa Chicago au tunaita Annex 9, inazungumzia facilitation katika viwanja vyote ambavyo vinatumia uh, vinahudumia abiria. Imeeleza kabisa wapate huduma za namna gani. Ndio maana tunasema seamless, seamless, uh, facilities na operations kwamba usione kiwanja fulani ni nafuni kitumie, lakini kiwanja kingine hapana. Inatakiwa huduma zote ziwe sawa na ziwe na ubora. Tukikutana namna hii tunaona kabisa kuna mafanikio kwa sababu baada ya kukutana hivi m, tuna, tuna tathmini e, tunakwenda kuzungumza kwa pamoja hizo changamoto na kutengeneza mikakati kwa ajili ya kuhakisha kwamba usafiri wa anga wakati wote ni usafiri wenye tija. E, tumefanya survey kuangalia ni namna gani tunakwenda namna gani e, tunaboresha tuna, tuna, tuna, tuna, tuna huduma za usafiri wa anga kwenye viwanja vya ndege na hii ndizo ndio tumesema ukilinganisha mwaka elfumbili na kumi na tatu na na mwaka huu wa 25 na tano sita tumekuwa na uboreshaji wa huduma za usafiri wa anga kwenye viwanja vya ndege kwa asilimia kumi na sita. Kwa hiyo hiyo ni, ni, ni, ni, ni matokeo ya kamati hii ambayo inakaa mara kwa mara kufuatilia na kuangalia tunafanyaje ili kila wakati tuendelee kuboresha huduma e, za usafiri wa anga kwenye viwanja vya ndege.